Hakuna uoni mwanga, ndio Chama cha Mapinduzi utakutana na mwanga, ndio maana hata rangi yetu ni rangi ya kijani ambayo imepoa. Lakini lakini niseme tu pia na vijana ambao tunao kwenye chama chetu cha Mapinduzi, tuendelee kupiga kazi, tuendelee kumsemea Daktari Samia Suluhu Hasan pale ambapo tunapata nafasi ya kumsemea, tuseme yale mazuri anayofanya, tuseme na kama tunakutana na watu wanapotosha, tuna tu, tu- tujibu tusiogope kumsemea mheshimiwa. Hawezi kujibu mheshimiwa rais, hawezi kujibu kila mtu mm. Tunakutana na watu tu huko mtaani wanaponda sijui mm. Mimi jibu kulingana na eneo lako umeona. Sidhani kama kuna vitu ambavyo vinahitaji kumulikwa kwa tochi ambavyo vimefanyika ndani ya serikali yetu ya sita, kila kitu kiko wazi, kinaonekana. Hakuna binadamu anaweza kufanya kila kitu akamaliza lakini ana uwezo kufanya step by step. Kwa hiyo ukiona kama sasa hivi mambo mengi yamefanywa, mpaka unajiuliza inawezaje kufanya mambo yote haya. Ningekuwa mimi huenda ningefanya nusu pengeni. Gas naona sasa hivi mwendo kasi unakimbia hapo mpaka Tegeta, unaona hivi vitu. Daktari Samia amezi anazidi kupushi viende, umeona sasa. Kingekuwa mwingine angesema mimi mwendo kasi tuna nini sasa hivi kwaa, nitulie kwanza, ninanini endelee na mambo yao, lakini maendeleo anaonekana sisi kama uh, vijana tuendelee kumsemea Mheshimiwa Rais na lakini kama vijana tusiache kugombea nafasi huko huko, uliko jipime, ukiona unatosha omba nafasi, lakini inapofika uchaguzi tusiache kwenda kupiga kura, twende tukapige kura kama tulivyojitokeza kwenye kuandikishwa. Yaani yani, zoezi la uandikishaji limeenda siku saba Dar es Salaam sasa, lakini watu hawajaisha, itabidi tuongeze siku mbili kama ambavyo tulimiminika kwenye kujiandikisha, hivyo hivyo kwenye kupiga kula tutamiminika. Niwaombe, kwa sababu mimi nazungumza kama katibu wa vijana na katakae, nikisema kwamba nawaomba tuende tukamchague Daktari Samia swaa, lakini tuenda kuchagua CCM. Yani, CCM ni kwamba unapomchagua Samia usimchanganyie mbunge, mchagulie mbunge wa Chama cha Mapinduzi na diwani tunamchagua Chama cha Mapinduzi.